Rais wa Guinea Bissau anayeitwa Omaro Sissoco Embalo, pole sana kwa hali ilivyo hivi sasa nchini Guinea Bissau. Kwa taarifa za hivi karibuni, zinaonyesha kwamba mambo yamebadilika. Rais wa Guinea Bissau alikuwa madarakani ni Omaro Sissoco Embalo. Hata hivyo, taarifa hizi punde zinaonyesha kuwa umetokea na jaribio la mapinduzi na amewekwa kizuizini. Hii hapa ni historia yake kwa urefu kidogo kulingana na alipokuwa rais na mwanasiasa anayejulikana. Omaro Sissoco Embalo ni mwanasiasa afisa mwandalizi, mwandamizi wa jeshi na mwa, mwanazuoni wa siasa wa Guinea Bisau. Tuangalie maisha yake ya awali. Alizaliwa mnamo Septemba tarehe 23 mwaka 1972 katika mji mkuu wa Bisau, Guinea Bisau, asili yake anatoka katika kabila la Wafulani. Kabila hilo linaitwa Fulani na dini yake, yeye ni Muislamu dhehebu la Sunni. Elimu yake, alisomea sayansi ya kimahusiano international relations, nchini Ureno. Alipata shahada ya uzamili masters katika masuala ya Afrika na kati katika kutoka chuo kikuu cha Madrid Complutense, nchini Hispania. Pia anashikilia shahada ya uzamifu PhD katika uhusiano wa kimataifa kutoka chuo kikuu cha Complutense cha Madrid. Alipitia mafunzo ya kijeshi katika taasisi mbalimbali mbali za kijeshi nchini Hispania, Ubelgiji na Israel, akipanda hadi cheo cha brigadier generali. Kazi na siasa ambalo ana historia ndefu katika siasa na jeshi. Waziri alihudumu kama waziri aliyeshughulikia ushirikiano wa kidiplomasia kuanzia mwaka 2005 hadi mwaka 2007. Baadaye alikuwa waziri wa mambo ya nje wa Afrika mwaka 2012. Mnamo mwaka 2016 mpaka 2018, Novemba 2016 aliteuliwa kuwa waziri mkuu wa rais wa wakati huo Jose Mario Faz aliongoza serikali ya mseto coalition government, na kukabiliwa na migogoro mingi ya kisiasa. Pia alijiuzulu mnamo Januari 2018. Uongozi alikuwa makamu wa rais wa chama cha Madem G15 Movement for Democratic Alternation Group of 15, chama cha upinzani kilichoanzishwa